Basi ndugu zangu, na na wasii kwa huruma zake ii, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Wala kusikuatishe kusi, namna ya dunia hii mbali mkageuzwe na kufanywa kupya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema ya, ya kumpendeza No, Yesu Amen. Yesu Bwana asifiwe, asifiwe ss Mungu anasema tukaweze kutoa mwili wetu iwe zabiu iliyo hai. Mungu alipoumba mwanadamu lengo lake lilikuwa ni kwa ajili ya kumtumikia. Aa, mwanadamu Mungu alikuumba ili uweze kumtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe, ili tukaweze kufanya kazi ya Mungu hilo ndio kule lenye Mungu alikuumba nii. Kwa hiyo inastahili ukatoe mwili wako kama dhabihu iliyo hai, ukajitoe wewe mwenyewe ukamtumikie Mungu. Kunao kumtumikia Mungu, kunao kumtumikia Mungu kwa mwili wako, kwa akili zako, kwa mali zako, lakini hapa anatuambia tuitoe miili yetu kama dhabihu iliyo hai. Maana ukimtumikia Mungu kwa mwili wako, hiyo ndio ibada yenye maana. Hiyo ndio ibada ambayo Mungu huwa anaipenda. Bwana Yesu asifiwe, ndio ibada inayompendeza Mungu. Na tena utoe mwili wako, utoe mwili wako kama dhabihu iliyo hai takatifu ya kumpendeza Mungu. Unapomtumikia Mungu, ukamtumikia Mungu kwa utakatifu. Utakatifu nini? Kuwa mtakatifu ni kujitenga na dhambi. Unapojitenga na dhambi, wewe huo umekuwa mtakatifu. Kwa hiyo unapomtumikia Mungu, ukamtumikia Mungu kwa utakatifu. Ukaanze kujitenga na dhambi ndipo umtumikie Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa unatumika lakini kuna mambo mengine ambayo una unayafanya ambayo hayampendezi Mungu. Utumishi wako hautakubalika kwa Mungu. Inastahili umtumikie Mungu kwa utakatifu. Ujitakase wewe mwenyewe. Ujitakase ni wewe ujitenge na dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Siku ile ulipoombea sala ya toba, unalo basi ndio utakatifu la lile vazi baya likaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa inastahili ukatunze lile vazi lako la utakatifu. Inastahili ukalitunze lile vazi lako la utakatifu. Wewe mtu wa Mungu, unapookoka unapompenda Mungu, unapombewa sala ya toba, Mungu huwa anakukubali tayari, na huwa kunayo Roho Mtakatifu ambaye huwa anakusaidia. Unaweza kuwa kuna kitu unachokitaka kufanya, na kile kitu hakimpendezi Mungu. Kuna tofauti mbili utakazozisikia. Kuna ile ya kuwa endelea na ile ya kuwa acha. Kuna wale sauti sababu itakwambia hii haipendezi Mungu, kwa hivyo usifanye. Kuwa ni Mungu anakwambia hapo hapa unaenda makosa. Kwa hiyo inastahili kuitii ile sauti ili ukazidi kuleta basi na kuleta utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Wengi husikia hiyo sauti lakini wakaikosa. Ambao sasa huwa unaenda makosa, unaenda kando la Mungu. Unaweza kuwa unamtumikia Mungu kweli ndio. Lakini sasa vile vitabu vidogo vinakutenga na Kristo. Kwa hiyo hii sauti unapoisikia inastahili kuitii, huwa ni sauti ya Mungu ambayo inalinda ile vazi lako la utakatifu. Bwana Yesu bwana, usifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Wakati ulipokele Kristo wewe, Mungu alikugeuza akajua ya kale amepita, sasa hivi amekuwa mapya kuwako. Bwana Yesu asifiwe. Maana katika dunia hii tunayo mambo mengi ambayo yanaweza kukutenga na Kristo, ambayo yanaweza kuweka mbali na Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kazi ni kwako wewe mtendo wa Mungu. Ukaweze kutunza lile vazi lako la utakatifu. Mungu wetu anapenda tukaweze kumfanyia kazi kwa utakatifu. Tukafanya ile kazi leo tujie kwa utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Acha kutotii sauti ya mchungaji. Pia hiyo huwa unaenda kana na kanuna ambao si Mungu awapendeze. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inabidi sasa wewe utende yale ambayo Mungu anampendeza. Ukiambiwa kuna maombi lazima ujitoe. Utoe mwili wako. Kuna wengine wao wanasema tutakuwa pamoja na nini kiroho. Tunahitaji tuwe na wewe kiroho na kimwili. Bwana Yesu asifiwe. Ukaweze kumtumikia Mungu kwa mwili wako. Maana ndio dhabihu iliyo hai inayompendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tufungue Yakobo 4 Oh, me mstari wa saba. Basi mtiini Mungu, mpingeni Shetani naye atawakimbia. Okay. Bwana Yesu asifiwe, ukitii yeah. Ile sauti ya Mungu, ile sauti ya Shetani huwa inakufa. Unapofanya haya ya Mungu shetani atakuwa anakuogopa hata kufuata. Bwana Yesu asifiwe. Lakini lazima uwe na kitu ndani yako uwe na Roho Mtakatifu ambaye anakuongoza. Bwana Yesu asifiwe. Uwe na Roho Mtakatifu ambaye anakuongoza ndipo uweze kushinda hele ya shetani, ukaweze kumpinga yule shetani na zile kazi zake zote. Bwana Yesu asifiwe. Ukiweza kumtii Mungu hautaweza kutenda dhambi. Ani wanaotenda dhambi huwa hawamtii Mungu. Maana Mungu wana anakwambia kabisa unapofanya makosa wewe anakwambia kuna sauti anakwambia hili ni kosa. Lakini wewe unazidi kulifanya. Hapo wewe sasa unampa shetani nafasi. Ni kumpinge wewe shetani. Ukaweze kumpinga lakini ukaweze kumtii Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo inastahili tukaweze kumfanyia Mungu kazi kwa utakatifu. Tukaweze kulinda mali yetu kwa utakatifu. Tulipoa kwa Mungu mwenyewe alikuchagua, si wewe uliyechagua Mungu. Mungu mwenyewe ndiye alikuchagua, akajua huyu anafaa, akakuleta katika nyumba yake. Ama ni nani mwenye alipigiwa simu akambua chaka kabisa? Si kila mtu alijileta mwenyewe. Ni Mungu mwenyewe ndiye alikuleta hapa. Hukujileta mwenyewe, kunileta na Mungu. Yeye ndiye alikuchagua. Kwa hiyo inastahili kumfanyie kazi kwa uaminifu, kwa utakatifu. Utakatifu kwa uaminifu pia huwa ni utakatifu. Unapokuwa mwaminifu, Mungu huwa anatendeza sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lolote unalofanya, lolo ukaliangalie je, inapendeza Mungu? Kama halimpendezi maana sauti huwa ipo inakwambia hili linapendeza na hili halipendezi. Bwana Yesu asifiwe.